Mtazamaji, serikali sasa imekiri kuwa kina mama wengi wa Kenya na watoto wao wameendelea kuhangaika nchini Saudi Arabia baada ya kuzaa nje ya ndoa. Waziri wa mashauri ya nchi za kigeni Musalia Mudavadi sasa akisema serikali imelazimika kuingilia kati swala hili kutokana na sheria kali za nchi hiyo ikiwemo kunyimwa usajili wa watoto hao. Melita Oletengeza anaarifu. Uko serikali pia ikisema wakenya watatu bado wanazuiliwa kwenye jela Tanzania kuhusiana na ghasia za uchaguzi. Wizara ya maswala ya kigeni imeonekana kukabiliwa na maswali mazito kuhusu hali halisi ya Wakenya ugaibuni. Kisa cha hivi punde ni taarifa kwamba mamia ya kina mama na watoto wao wamekuwa wakihangaika katika mitaa ya mji wa Riyadh, Saudi Arabia baada ya kujifungua nje ya ndoa na kunyimwa stakabadhi za kuwasajili watoto wao. Mudavadi amedai kwamba biashara haramu ya ulanguzi wa binadamu imekithiri huku baadhi ya Wakenya wakilaghaiwa na mawakala akidai kwamba zaidi ya Wakenya 400 wamehadaiwa na kukosa kazi is that it is spiraling out of control as more victims are trafficked from Africa to as far as South America and Europe. Kuhusu machafuko yaliyoshuhudiwa Tanzania, Mudavadi amedai kwamba Wakenya Kenya wanane waliokamatwa na kuzuiliwa katika vituo tofauti vya polisi wameachiliwa huru. Wakenya watatu wangali wa wanazuiliwa Arusha na Dar es Salaam. A Kenyan by the name John Ogutu was shot dead on 29th October pm. a Aidha, wizara hiyo imesema kwamba kauli ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kuhusu Wakenya Bob Njagi na Nicolas Oyoo kuwekwa ndani ya jokofu isichukuliwe kwa uzito mkubwa.